Habari za wakati huu, vipenzi vyangu, natumaini wote ni wazima wa afya. Napenda sana kuwakaribisha katika kipindi chetu cha leo, ambapo siku ya leo tutaweza kuzungumza kuhusu magauni marefu. Aina hizi za magauni nimeweza kukuletea mada yake kutokana na watu wengi sana kuvutiwa na aina hizi za magauni, na leo tutaweza kuzungumza zaidi kuhusu rangi za maua, rangi asili ambazo zinapatikana katika maua, na ieleweke kwamba magauni haya sio tu yanakuwa na mtindo, bali ni magauni pia yanayobeba ujumbe mzito na umuhimu katika tamaduni nyingi sana. Katika kipindi chetu cha leo tutaweza kuzungumza umuhimu wa magauni haya, tutaweza pia kuangalia historia ya magauni haya na mahali gani ambapo unaweza ukavaa aina hizi za magauni na ukawa na muonekano mzuri na muonekano wa kuvutia sana pale tu utakapokuwa unavaa kutokana na muonekano wako. Magauni haya marefu yanavyokuwa na rangi zile za maua huwa yanabeba maana nyingi sana. Kwanza, rangi za maua huwa zinazungumzia zaidi kuhusu uzuri, lakini pia zinazungumzia kuhusu umaridadi. Kwa mfano, rangi ya pinki au rangi ya bluu lakini pia tusiweze kusahau rangi ya njano zinaweza kuhu, uh, kuhes, kuheshimisha furaha pamoja na uh, matumaini pale mtu anapokuwa anavaa aina hizi za magauni. Lakini pia uh, magauni haya huwa yanatoa nafasi ya mwanamke kuweza kujieleza kwa kutumia mitindo ya aina tofauti tofauti. Kwa mfano, mwanamke anaweza kuchagua mtindo wa gauni lenye maua makubwa makubwa aa, na akaweza kuvaa katika sehemu rasmi au magauni yenye maua madogo madogo ambayo anaweza pia kuvaa katika matukio ya kila siku, kwa mfano ofisini au kazini au mfano ameenda piknik na marafiki zake na mwenza wake au ametoka wa na watoto wake familia, anaweza akavaa aina hizi za magauni hii. Inaonyesha nguvu, lakini pia inaonyesha ujasiri wa mwanamke katika kuchagua muonekano wa magauni haya. Magauni haya marefu mara nyingi pia yanabeba au yanakuwa na sehemu, uh, muhimu sana katika urithi wa mitindo kwa karne nyingi sana. Na pia inaweza kutoa mavazi ya jadi. Na pia yanaweza kutoa mavazi ya kisasa. Magauni haya yanabeba ujumbe mzito, lakini pia magauni haya mara nyingi huwa hayabadiliki kutokana na muundo wake. Muundo wake unabakia kuwa pale pale. Kinachobadilika ni muonekano wa vazi lile ambalo tutakalo kuwa tumeweza kulichagua sisi wenyewe wanawake. Na pia tujue kwamba katika baadhi ya tamaduni, magauni marefu yameweza kuwa na umuhimu wa kidini lakini pia umuhimu wa kiutamaduni, hivyo sio tu uh, ku, uh, magauni ambayo yanavutia machoni mwa watu, bali pia ni sehemu ya utamaduni, lakini pia ni sehemu ya utambulisho wa jamii tofauti tofauti. Magauni marefu yanaweza kuvaliwa katika matukio mengi na matukio tofauti tofauti, na hapa ndio nitaweza kukueleza sehemu tatu ambazo magauni haya yanaweza kuvaliwa. Kwanza kabisa tutaweza kuanza na uh, hafla za harusi au event, au tunaweza tukasema wedding, lakini pia tutaweza kuangalia katika uh, matukio ya kijamii, na pia tutaweza kuangalia katika uh, matukio ya kitaalam hivyo ndio vitu ambavyo tutaweza kuvizungumza siku ya leo. Tuanze na sehemu yetu ya kwanza, kwa nini magauni haya yanapendeza sana kuvaliwa katika events au katika harusi au katika wedding. Kwa sababu wanawake wengi huchagua magauni marefu yenye maua kwa harusi zao, kwani hutoa muonekano wa kifahari na muonekano wa kipekee sana. Na tukienda katika matukio ya kijamii, tunaona kwamba katika sherehe za ndoa, sherehe za kuzaliwa, na maanisha birthday au hata kwenye ma, mazungumzo ya familia unakuta familia pale mtu watu wanapokuwa wanakutana kama familia, magauni haya yanaweza kuvaliwa na wanawake ili kuweza kuonyesha muonekano wao katika muonekano wa mavazi haya. Lakini pia tukiangalia katika uh, matukio ya kitaalam, hapa tunaona kwamba katika uh, matukio rasmi kama vile mikutano au maonyesho, magauni ya la picha nzuri zinaweza kuchagua kuimarisha picha ya kitaalam. Jamani, tunaona picha huwa zinachoraga katika uh, michoro mingi sana. Unakuta mtu amechora picha ya, ya, ya mtu aidha ni ya mamake au ni ya mwenza wake, alafu ameweza kumvaa katika gauni lake, na hii huwa inaleta muonekano mzuri na muonekano wa kisasa zaidi. Na pia tujue kwamba, kuhusu nyumbani, magauni marefu yanaweza kuvaliwa kwa raha lakini, pia uh, hasa wakati wa majira ya joto, kama kwa msimu wa joto unaweza ukavaa aina hizi za magauni ukiwa nyumbani na ukawa na muonekano bado mzuri tu na wakuvutia, ambayo ni rahisi na yanaweza kukupa wewe hali ya hewa katika gauni lako ambalo unalokuwa unavaa. Kwa hiyo hapa, vipenzi vyangu, nadhani tumeweza kupata picha kuhusu magauni haya ambayo yanakuwa na rangi za maua. Kwa kumalizia tu hapa vipenzi vyangu, tujue kwamba magauni marefu yenye rangi za maua huwa yanabeba umuhimu wa kipekee katika maisha ya mwanamke, lakini pia yanatoa fursa ya kuweza kujieleza na kuonyesha utambulisho wako wewe mwanamke au utambulisho wa wanawake wengi. Wakati wa kuchagua gauni, umuhimu ni kufikiria mahali au tukio unalotaka kwenda ambapo lita, utaweza kuvaa aina hizi za magauni. Kwa hiyo unatakiwa kuangalia kwamba ni sehemu gani ambayo utaweza kuvaa aina hizi za magauni. Hivyo tunaweza kuchukua mada, uh, mada uh, kuchukua ni kuchunguza na kuweza kufurahia uh, muundo wa magauni haya au uzuri wa magauni haya katika mitindo yetu ya kila siku. Kwa hiyo sasa, hapa vipenzi vyangu, nadhani sasa hata pale utakapokuwa unavaa aina hizi za magauni, tayari unajua kabisa kwamba mimi navaa aina hizi za magauni, lakini ninajua kwamba uh, kuhusu nitaweza kuvaa aina hizi za magauni nikiwa sehemu gani, lakini pia najua ni rangi gani ambazo zinapendeza zaidi kuvaa lakini pia nimeweza kujua historia ya magauni haya, yanavaliwa sana na watu gani. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia before haujavaa gauni lolote lile. Magauni haya nimeweza kuleta hapa kutokana, ni magauni ambayo yanapendwa sana na watu wengi. Uh, unakuta ni wanawake wengi sana wanakuwa wanapenda, na wengi wao wanakuambia mimi nataka tu simple dress. Nivae tu simple dress, lakini anatakiwa kuangalia na rangi gani ambazo tuweza kuvaa mchana na utaweza kuvaa siku kwa hiyo, kupitia video hii nadhani utakuwa sasa hapa umeweza kupata mwanga kuhusu uh, muonekano wa mavazi haya. Mimi sina la ziada, asanteni sana kwa kunisikiliza, tukutane wakati mwingine. Usisahau tu kubonyeza neno subscribe ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. Thank you.